Imenikumbusha safari ya mama yangu mzazi, ambaye nilipomaliza masomo ya sekondari, nataka kujiunga na chuo, hakukuwa na pesa nyumbani kwetu. Mama akaja na wazo la kukopa FINCA, na alipoingia kwenye mkopo wa FINCA, mnafahamu FINCA lazima kila wiki urejeshe fika ikabidi tuhudumie chakula nyumbani, mkopo huo uweze kumhudumia mtoto ambaye ndio mimi nikiwa shule, lakini wakati huo kila wiki lazima mama arejeshe mkopo ule. Na baada ya pale, hali ya kibiashara ilikuwa nzuri, kwa sababu mama alikuwa anauza genge, alikuwa anaweka mafungu ya nyanya, tangawizi, tunaweka kwenye mafungu na kutengeneza maharage pale pamoja na vitunguu na bidhaa zingine. Biashara ikwenda vizuri, watu wafika, wakaja nyumbani wakakomba mpaka viti vilivyokuwepo, nani nikakosa ada ya kuendelea na masomo. Ninaufahamu uchungu wa mama anayeuza karanga. Ninaufahamu uchungu wa mama anayeuza samaki na kuuza uji jioni. Nafahamu uchungu wa mama anayeuza mandazi na chapati ili mtoto wake aende shule, lakini wakati mwingine hata wateja hawapatikani, wanalazimika kula mandazi ambayo ndio mtaji aliowekeza kwa ajili ya familia yake. Mama alikija swala la mama, na mungana, na la mana hatuwezi kujadiliana. Nikiona mtu anamnyima haki mwanamke, hatuwezi kujadiliana. Nitatumia kila mamlaka ninayo kuhakikisha kwamba mwanamke anapata haki yake. Leo naungana na rais wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ambapo asubuhi ametuma salamu za pongezi kwa kinamama wote wa marika yote wa majiji, wajasiriamali, wafanyabiashara kila mwanamke Mheshimiwa Rais amesema anawaoneni, hata anapopita barabarani, mnapohangaika na mtafika, kwa ajili ya uchumi wa familia zenu. Anatambua mchango wenu na anatambua namna mnavyounga mkono naye, amesema hakika hatawaangusha maisha yake yote ya akina mama. Kuna wakati mnaweza msielewe samani so yenu na ndiyo maana hata mwaka elfu moja mia tisa ya kawaida kutambua siku ya mwanamke, yale yalikuwa ni mapinduzi ya kimungu kutambua nafasi ya umbaji wa mwanadamu kwa Mungu, alivyomheshimu mwanamke. Mwanamke kapewa heshima kubwa mno katika maandiko yote matakatifu, na mwanamke ndio chimbuko la mafanikio kwenye kila familia. Kama kwenye familia hajaheshimika mwanamke, familia haiwezi kuwa na maendeleo hata kidogo. Wanaume wote waliofanikiwa ukitazama nyuma, mwanamke ana thamani kubwa. Namshukuru mama wangu mzazi Suzana Daudi aliyeelea na kunifikisha hapa, lakini namshukuru kipenzi changu Maria Masengi ambaye amempokea mama yangu na kuendelea kulea, na ndio wanababa wanaendelea kuyaona mafanikio na matunda. Leo nimetamani tuseme machache. Mwaka jana, tarehe nane mwezi wa tatu, elfu mbili na kumi na nane tulikuwa hapa na mgeni wetu wa heshima alikuwa mama yetu mpendwa, mama Janet Magufuli. Nami nilipopata nafasi ya kusalimia, nililia na kina mama wanaonyanyasika na watoto. Zoezi lile tulilianza, na tulifanya kazi kubwa, na nilipata misukosuko mingi sana. Nafahamu wanaume wanaopenda kuwapa mimba watoto wa kike na kuwatelekeza. Wengine wana pesa wengine wana majina makubwa, wengine ni wanasiasa, wengine ni viongozi wa dini, wasingependa ni wachokonoe.